Na mimi naitwa Matayo Mwarabu. Yes, unaitwa nani? Naitwa Matayo Mwarabu. Matayo Mwarabu. Ndio. Yeah. Um, una uko hapa hapa Zanzibar umetokea mkoa gani au umetoka Dar es Salaam? Nimetoka nimetokea mkoa wa Tanga ndio hapo Dar es Salaam. Eh, yeah. Hey, nimetokea Dar es Salaam mkoa wa Tanga, umetoka Tanga mpaka Zanzibar kuifuata Simba Sports Club. Unajisikiaje? Yeah. Hapa najisikia furaha sana na kitu ambacho nashukuru ambayo kama leo hii tuna sherehe sana nzuri ambayo hata kwenye Pasaka imeingia kwenye mpira wa Simba, ambayo tunaingia kwenye fainali, na tunashukuru kwa sababu tumefuka nusu robo fainali, afu tumefuka kwenye nusu fainali. Sasa tunaingia fainali, kwa hiyo hapa ni kitu ambacho sana Mungu amebariki, na ninachopendea sana Mohamed Ahmed Ali ambaye msemaji wa kapu ndo mwenyekiti msemaji wa kapu Ahmed Ali yani kweli amefanya kitu nzuri sana, sababu kaeta mchungaji ambaye kaja kuombea uwanja, ambaye ndio siku ile tumepata ushindi. Kamara amepangua penalti mbili, ndio kapata ushindi. Na alafu kitu, kitu kingine amenifurahisha sana Kapombe amenifurahisha sana, tisheti yake alivyoandika kwamba asilimia mia moja giza na kwa sababu gani? Kwa sababu ya ile mchungaji wa siku ile ambaye kaja kuombea na katuma, katuma wachungaji wake akaja kuombea Simba kapata hiyo. Sasa leo hapa kitu kitu kikubwa sana kwa leo, tuna tunaomba sana eh, kocha yetu afanye hesabu nzuri mapema sana, kwa sababu hawa watu hatuwezi tukajua kwao, unaziona wow. goli ngapi leo hapa Amani? hapa Amani leo mimi nataka nione goli tatu. goli tatu. E, kwa sababu uwanja ni mdogo lakini kama ingekuwa kwa Mkapa ngepata goli nne. eh. nadhani nani atakuwa mfungaji wa kwanza wa goli la leo? ah goli wa kwanza hapo mfungaji atakuwa Kibu Dennis na ungekuwa wewe ndo kocha Davis. sawa? una Steven dese Mkwala lakini pia una Christian Ateba ungeanza na nani pale mbele? Mi ningeanza na Mkwala na ningeanza na huyo eh, Elia Mpanzu kwa sababu hao wa ndio watu waba wa, kidogo wana speed sana baadaye ndio like, Ateba, unajua Ateba naye like, anaweka pressure sana wabeki, lakini yeye eh, hana hana pressure sana kwa wabeki, lakini yeye eh, kweli ana bahati ya yaani, ile bahati yake ile mpira zile za ile mpira ambaye tunasema na, sijui mpira iliyokufa ana bahati nayo, lakini Elia Mpanzu na, na, na Mkwala wana speed sana, wanaweka pressure wale mabeki wale. Kwa hiyo wanaweza kachanganyikiwa kidogo kwa, kapoteza mwelekeo. Na kibu Dennis, pia una neno gani la kuambia mashabiki ambao wanajiita ni wa South Africa lakini ni wa Tanzania? Umesema una neno gani la kuambia mashabiki wa upande wa pili? ah, kwa hao Yanga au Ah, kumbe ni Yanga, sijajua, umeniambiaje? ah, ah, hapa leo mechi inayopigwa ni Simba Sports Club, yeah. Farm wa Tanzania, mm. Na timu kutoka South Africa Stellenbosch, unaizungumziaje? yeah. Wapinzani wetu ah, naona wivu tu, lakini kwa sababu hawana kitu wa kufanya Simba, sawa, lakini wameshindwa. Ila mimi labda kuna salamu moja tu nitume kwa nani, huyo msemaji wa Yanga, Ali Kamwe, sawa yeah awe tu kidogo mpole kwa sababu hawezi information ya Simba, hawezi hata siku moja. Maana ana mwenyewe kashindwa, hasa yeye atawezaje? Hawezi, sawa sawa. Labda huyo nani ndo yo JCM ndo labda aweze, lakini hao wao tu hatufuate kwa nyuma tu basi. Ndio salamu yao tu, hatufuate kwa nyuma. Nashukuru sana hivi miwani kama dola ngapi hivi? Ah bwana hii miwani mii nimevaa kwa shilingi hapo kwa sababu hapa miwani hizi hapa zina dola mia moja hamsini dola mia moja hamsini, eh kwa kama ipo mia tatu laki tatu na kwa Tanzania Tanzania. Eh, kwa watu ambao hawajui hii gold umechukua sehemu gani hii gold, mimi nimechukua hapo hapo Czech Republic wapi? Czech Republic, hawajui ah. Eh, hamna mtu anayejua hivi. Lakini nimechukua Czech Republic sio Marekani wala sio wapi na Czech Republic, eh sasa umetisha sana mwanangu. Asante. Tuko pamoja sana. Mimi naitwa Jafet. Jafet. Yes, au na salamu kwanza nitume kwa mpenzi wangu yuko anaitwa Monica. Monica. Monica eh. Kwa hiyo namtumia sana salamu sana. Nampenda. Nampenda. Yes. Salamu zimefika kwa Monica. Monica, I send you the greeting from your and then now I'm on a stadium Amani Stadium. For So So we are going now on the football. So, see you. Alafu mwenyewe pia napenda anapenda mchezaji mmoja anaitwa Mavambo Fernandez, anampenda sana eh, Debora Fernandez. Mavambo eh, ma anamkubali ana sana mwit Mavambo anamwita ameona hiyo clip sana. Mavambo anasema usimwite Mavambo bali mwite Mavambo, anampenda sana kwa hiyo hata Mavambo, hiyo ujumbe ufikie sawa sawa. Naye mchumba wangu anakupenda sana lakini, usije ukachukua namba yake